Hawakufanya chochote kati ya 2016 mpaka mwaka 2020. Na mwaka 2022 tukaingia kwenye mazungumzo na serikali ya CCM, rais akiwa rais Samia. Tukakutana naye Ikulu mwezi Mei mwaka 2022. Nilipata bahati ya kuwa sehemu ya timu yetu tuliyokutana na rais. Kati ya mambo ambayo tulimweleza rais Samia ni kwamba watanzania wanataka mchakato wa katiba mpya ukamilishwe. Akasema, nyinyi mnataka mchakato ukamilishweje? Tukamweleza ufanyweje, vyombo vipi viundwe, ratiba iweje, ili katiba mpya ipatikane kabla ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Rais Samia akatoa ahadi ya uongo kwamba sasa, nendeni mkazungumze jambo hili linafanyikaje. Tukaingia kwenye mazungumzo mwaka mzima wao wakaunda timu ya watu watano. Sisi upande wa Chadema ikaundwa timu ya watu watano. Nilipata bahati kuwa sehemu ya hiyo timu ya watu watano. Tukazungumza nao kwa mwaka mzima, mwaka mzima, wanakataa katiba mpya. Baadaye wakasema wanatoa kauli kwa umma tu kwamba na CCM nayo iko tayari kwa katiba mpya. NEC ya CCM ikakaa ikatoa kauli. Walipotoa ile kauli, tukarudi tena kwenye mazungumzo. Ilipofika mwezi Mei mwaka elfu mbili na ishirini na tatu CCM wakatujibu moja kwa moja usoni, kauli ambazo zinaonyesha kwamba CCM ina hofu na katiba mpya, inajua katiba mpya itasababisha CCM iondolewe madarakani. Ko hicho walichokiweka kwenye ilani ni uongo tu wa kuwadanganya wananchi, lakini CCM haiko tayari kwa katiba mpya. Ndio maana tuendelee kudai mabadiliko kwa nguvu tukishayapata mabadiliko tuiondoe CCM madarakani, ili chama kipya, chama cha Chadema ambacho hakikushiriki kuiandika katiba ya zamani ndicho kiwaletee Watanzania katiba mpya. Kwa niwaombe ni waombe wa Tanzania, wa Tanzania, sikubaliani na utapeli huo wa CCM kwamba CCM italeta katiba mpya, kwamba ilani ya CCM italeta katiba mpya. Wangapi wa amko tayari kwa huo utapeli wa CCM? vidole vile juu. Sasa pamoja nakuwa wanaona vidole, tuambie kabisa na kauli ile, wasikie sauti ya watu, kwa sababu sauti ya watu ni sauti ya Mungu, si ndio? Mtuseme kabisa, hatuko tayari kutapeliwa na CCM, si ndio? Hatuko tayari kutapeliwa na CCM, si ndio? Vidole juu, hatuko tayari kutapeliwa na CCM. Hatuko Hatuko tayari kutapeliwa na CCM. Asanteni sana Bashnet. Naomba mturuhusu tuelekee Dareda. Mungu awabariki sana. Asante sana.